Mnakabidhi watu mnasema nan experiment, experiment. Nani na na mtu watu hawatewi Ma kwa majaribio na wengine mmewasikia wengine mmewaona kwa macho, sera hawana sera matuzi, alafu wakabidhi Tanzania kuendesha kuendesha. Mama Samia huyo. Naloweza kuambia ni kwamba serikali tumejipanga vyema kuijenga nchi yetu Tanzania kuleta huduma za wananchi na kunyanyua uchumi na ustawi wa wananchi wa Tanzania. Kwa ufupi niseme yajayo, hakika nimeshuhudia mambo ya kihistoria, mila na desturi ambayo yanaendelea kurithishwa kwa watoto na vijana wetu. Na niwapongeze sana kwa kudumisha utamaduni. Hai Hai Hai Hai mama! Ay, mama! Ay, mama! Ay, mama! Nawapenda sana. Asante, asanteni sana <mulikana> ndogo zangu toka moyoni mwangu, siwezi dharau nchi yangu, kwa imani yangu nitakuwa na itakuwa dhambi mbele za Mungu. Napenda ndugu zangu, toka moyoni mwangu, siwezi dharau mchi yangu, kutenga ndugu zangu kwa imani yangu, nitakuwa asanteni sana ita. Usisahau kusubscribe kucomment, ku like na kushare, ili kuwa wa kwanza kupata habari mbalimbali kutoka Dar24 Media.